Takribani saa 24 baada ya habari njema kutoka kwa wanasayansi wa Marekani. Serikali ya Tanzania kupitia Mganga Mkuu wake Dr. Grace Maghembe imesema inatoa maelezo kuhusu nini kitafuata baada ya ugunduzi huo. Katika taarifa yake kwa maandishi, Dr. Maghembe anasema ingawa serikali imepokea taarifa hiyo ya matumaini, taratibu za kimatibabu kutoka mamlaka ya Tanzania zitafuata mkondo wake kama ilivyoada. Anasema hadi sasa serikali haijapokea taarifa yoyote rasmi kutoka kwa nchi yoyote, na endapo watapokea mawasiliano yoyote, basi serikali kupitia Wizara ya Afya itatoa taarifa rasmi. Amesema ili dawa au kinga yoyote itumike Tanzania kuna taratibu za kufuata ikiwemo kupata taarifa za bidhaa zenyewe kutoka zinapotengenezwa, usalama wake, ufanisi wake, madhara kama yapo na kemikali zilizopo kwenye bidhaa husika. Amesema wakipata watafanya utafiti kujiridhisha na vyote hivyo kupitia TMDA na taasisi yao ya utafiti ya magonjwa ya binadamu Nimri, na baada ya hapo ndipo wataweza kusema chochote kuhusiana na dawa husika. Jana kampuni ya Gilead imevumbua kinga hiyo inayojulikana kwa jina la Nekapavia. Imetangaza kwamba itamkinga mtumiaji dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa Ukimwi endapo atachoma mara mbili kwa mwaka, akimaanisha mara moja kila baada ya miezi sita. Wanasayansi wanasema kinga hiyo inafanya kazi kwa asilimia tisini na tisa na kwamba usambazaji wake haujaanza duniani kote huku Wamarekani wakiwa watu wa kwanza kuitumia. Ugunduzi huo umemwibua mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na masuala ya ukimwi, UNAIDS, Winnie Byanyima ambaye amesema ugunduzi huo utaokoa maisha ya wengi duniani. Hata hivyo, Byanyima ametoa wito kwa kampuni hiyo kuhusu dawa hiyo iliyotengenezwa pia katika nchi nyingine ili bei yake ishuke. Nchini Tanzania, wanaharakati wa masuala ya ukimwi wamepokea taarifa hii ya ugunduzi wa kinga kwa furaha, wakiamini itaokoa maisha ya wengi. Hii kinga imekuja kama kama mwarobaini ambao kiukweli utakwenda kutatua changamoto ya ya ya ya ya ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo mimi nipongeze sana jitihada hizi, nipongeze sana wabunifu, lakini pia ni, ni, ni, nina imani kubwa sana kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itatoa miongozo thabiti ambayo itasimamia kwa usahihi kabisa utoaji na matumizi ya kinga hiyo kwa wananchi wake. Baada ya takribani miongo mitano ya kutafuta kinga na tiba ya kudumu ya ugonjwa huu ulioleta maumivu na vilio vingi duniani, hatimaye ugunduzi wa kinga hii mpya umeanza kuonyesha mwanga. Kwa ambao wangependa kuitumia kutoka Tanzania, itabidi wasubiri kwanza kukamilika kwa mchakato. Upendo, Michael, Azam News.